Nimeona mjadala unaendelea huko mjini Twitter, huko X kuhusiana na hii picha hapa ndio sababu kubwa ya huo mjadala. Hii picha inaonesha magoli kipa wakiwa wa wamekaa wanne. Kushoto hapa ni Peter Cech, tunamfahamu aliyewahi kupita Chelsea. Anayefuata ni Alisson Becker, golikipa wa Liverpool. David De Gea alikuwa golikipa wa Manchester United. Lakini pia tumemtazama Ederson, ambaye aliyesimama ni David Raya ni golikipa wa Arsenal. Sasa huo mjadala unasema katika magolikipa wote hapa mmoja ampishe David Raya katika wanne waliokaa, mimi nafsi yangu sioni hata mmoja kumpisha David Raya. Kwa sababu gani? Tukiangalia tu mafanikio binafsi hawa wanne ambao unaona wamekaa hapa chini, lakini wote wana Premier League, David Raya hana. Tutaanza na Peter Cech, wakati yupo Chelsea, aliwahi kubeba Premier League mara nne, amewahi kubeba UEFA mara nne, amewahi kubeba UEFA Europa League, lakini pia amewahi kubeba UEFA Champions League tutakuja kwa Alisson Becker dhidi ya Liverpool, ana Premier League, ana FA, ana UEFA. Tutakuja kwa upande wa David De Gea, akiwa na Manchester United, amewahi kubeba FA, amewahi kubeba Premier League na Manchester United, yaani kitu ambacho kimleta David Raya ee, hana. Lakini pia jambo lingine kwa David De Gea, tunafahamu ni golikipa ambaye, yaani juhudi zake binafsi zilikuwa zinasaidia sana Manchester United yaani ukija labda kusema zile saves alizokuwa anafanya ni jambo ambalo pia lilimfanya akaonekana kuwa ni golikipa bora zaidi. Njoo tumtazame Ederson akiwa na Man City amebeba Premier League zaidi ya mara sita, lakini pia ana UEFA Champions League akiwa na Man, na Man City. Kwa upande wa David Raya labda mafanikio binafsi, lakini kutoka kwa klabu yake ya Arsenal mimi mpaka sasa hivi sijaona. Kwa hiyo ukiniambia katika magolikipa wanne waliokaa hapa, mmoja nyanyuke ampishe ampishe David Raya, wakiwa kwenye ubora wao, siona hata mmoja ya kumpisha David Raya.